pale inapofika masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, shadda mizarahu mi, alikuwa mtume akifunga akikaza msuli. E, sasa muda wa ibada umefika, anahama majumbani mwake, anawahama wake zake, anaenda msikitini kwenda kufanya ibada. E, wa ahya lailahu na alikuwa akikesha aki akifanya aki ibada katika masiku ya hiyo ya lailatul qadri. Katika masiku kumi hayo anakesha mtume, halali tena, si wakati wa kulala, ni wakati wa kukesha. Lakini unakesha unafanya majambo ya kheri, lakini mtume alikuwa hafanyi kheri peke yake. Wa aiqadha ahlahu, alikuwa pia akiamsha familia yake, amkeni, amkeni jamani, wakati wa ibada ndio huu, usiku sio wakati katika masiku ya kulala, sio masiku haya na kanuni inabakia palepale, lakini hivi pia tusiache kukumbushana. Sasa hapo utajiuliza, mtume alikuwa anaenda msikitini, alafu anaamsha wake zake na, na wakati msikitini, mtume alikuwa tunaambua anakaa itikafu, hatoki mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallama, vyumba vyake. Na mtume alikuwa ana vyumba pembeni ya msikiti, vyumba vyake vilikuwa vipo karibu na msikiti. Sasa kwa sisi ambao labda tupo mbali kama una simu unapiga simu, jamani, paamkwe huko paamkwe, ama la unawacha ujumbe mzito, unasema masiku haya sio masiku ya kulala. Lakini na sisi kama tuna uwezo wakuenda msikitini, jitahidini, tukakeshe msikitini, tukakae msikitini huko, inshallah Allah atatufanyia khairi e. Na kanuni nabakia pale pale, usemi wetu unabakia pale pale. Ikiwa kama huwezi kufanya khairi katika masiku haya, basi jiepushe usifanye shari.